na kazi haimaanishi kukimbilia kununua nyumba. Kupata tax return haimaanishi kukimbilia kununua nyumba. Kuona watoto wako wanaanza kufanya kazi haimaanishi wewe kwenda kununua nyumba. Kusikia kama rafiki yako au unamuona ananunua nyumba haimaanishi na wewe kukimbilia kununua nyumba. Watu wako wanateseka sana hapa. Kuwa na down payment hapa Marekani haimaanishi kama uko tayari kuweza kununua nyumba, kwa sababu watu wengi sana wanafanya makosa wakisema nimeshapata down payment sasa hapa niko tayari kununua nyumba. Katika video hii tunataka tuonyeshe step by step ni vitu gani unapaswa kujua, unapaswa fanya before hatu uanze kununua nyumba, kwa sababu kama ufuatilie hivi vitu, ndio maana kuwa makosa nyingi sana watu wanashindwa hata kulipa mogejeo kila mwezi, na wengine hata wako nafuziwa katika manyumba zao, na wengine wanalalamika hata they are not ready kwa sababu wana mabili nyingi sana kwa kuweza yes, kununua nyumba hapa Marekani. Unaweza ukashangaa ukasema mbona sasa mnatuambia kazi na nini na nini? Yes. Haimaanishi mtu kukimbilia kununua nyumba Yes. Mtu anapaswa kuwa na kitu gani? Ndio tunataka tuwaelezee hatua kwa hatua vitu ambavyo mnapaswa kufanya ili msikuje kujutia nyuma. Mm. Kitu cha kwanza kila mtu ambaye anapaswa kujua unapaswa kujua wewe uko tayari kununua nyumba mm -hmm. Sio kitu ambacho nakimbilia kwa sababu umeona mtu fulani amenunua, uko na elfu ishirini ndani ya benki yako unaenda kununua yeah. Unapaswa ni kitu cha kupanga. Kupanga inamaanisha nini? Kupanga ni wakati unajipanga wewe mwenyewe na familia yako, munakaa munaangalia, mnataka nyumba ya bei kiasi gani? sio kusikia mtamenunua nyumba ya laki tano, na wewe kutegemeana na kazi yako na kipato chako unaenda unanunua ile nyumba ya hela nyingi sana. Angalia kipato chako, upange na familia mupige hatua nyii wote kwa pamoja, isikuwe mtu mmoja anashika maamuzi kwa sababu ya hiyo hela au kwa nyumba fulani ambayo ameona kwa mtu. Ndugu yangu amesema kitu ya maana sana. Kupanga planning ni kusema kaa na mume wako kana watoto zako kama una watoto wa kubwa wale kuaazaa nao watenda kwenye wako katika hiyo nyumba. Cha pili, mkishanua nyumba fanya mwa, itawakoste ngapi? Yani mkiangalia income yako wewe, mume wako, mke wako, nikusema wa income ni mnanafanya kazi mnapata hela ngapi? hizo pesa mwangalie, mabilizi zitakuja nazo, then kujua okay, this is how much tunaweza afford kwa nyumba, ndio kitu kingine yes. Kitu kingine, yani kujua munaingiza kiasi gani, mm -hmm. Kwenye nyii, mkiweka income yenu pamoja yes. Mkishajua, then mtajua okay, sisi maybe kwa moa takwa nakuwa na elfu tatu ambayo tufan azlipa bili kila kitu, lakini sio kitu kingine. Kununua nyumba hayamaanishi kama vitu vingine wanavitia pembeni, hapana. <laughs> kununua nyumba <laughs> siyo ile hela ya mogeji wanakwambia tu. <laughs> yes. Kumbuka utalipa maji, utalipa trashe, utalipa wale ambao wanakata manyasi pale kwako, utalipa mataa. mm. Unaimea na chakura na kitu kikiharibika katika ile nyumba, tuseme kwa bahati mbaya, au umenunua nyumba ambayo imemaliza myaka na myaka inaanza kuharibika vitu hmm. wewe mwenyewe ndio napasa kutengeneza hizo. Ni gharama zinazoongezeka juu ya ile hela ambayo unalipa kila mwezi, unaona? Yes, kisha ukishakaa na familia, mmeshamoa, mnataka kununua nyumba ya kiasi fulani na mmeshaona hizo hela mtaweza kuzilipa kila mwezi. Hmm. kitu kingine ambacho cha kukimbilia kufanya, kwenye, kufanya au kuangalia ni credit score. Uh -huh. Credit score ni harama ambazo wanaangalia kama mtu anachukua deni hapa Marekani au huko Canada, Australia na sehemu zingine kisha unalipa kwa wakati. Watu wengi wanafanya hilo kosa, wanapita wakiona wana ako na elfu ishirini ndani ya benki, anakimbia kununua nyumba, ajiangalia krediti kama iko sawa. Akisha enda, watamwambia watamwambia utakuwa unalipa asilimia nane ya interest ya mogeji yako ambayo nachukua na wakati, ungechunga na ungeangalia kama credit score yako iko vizuri, ungepata nani, mogeji reti ile ya chini. mm -hmm. Yani unalipishwa ile interest ya chini hivyo navyo ni kitu ambacho kikubwa sana kuhusiana na kununua nyumba, kwa sababu ile ndo ile credit score na, na, na, like credit wana determine mm -hmm. ni hera ngapi utalipa kila mwezi, unaona. Yes. kuna wengine wana, wana magari tatu nne, zote wamelipa kwenye credit. Yeah. sawa wangana zilipia hizo nazo, yaani wanaangalia wanasema, kama wewe uko riske kutolipa, mm -hmm. ile nyumba wanakupandishia ile late. yes. wakati unaenda kusign au au wanakwambia, utalipa asilimia sita, asilimia nane, mm -hmm. vitu kama hivyo. Kumbuka hapa Marekani, they don't care kama credit ya 500 n qualify kwa nyumba, they don't care as long as, mm -hmm. wanaangalia wewe credit vipi, je utaweza kulipa wakbaa hiyo haiwaone kama unaona una yes. madeni makubwa yes. ambayo kama gari au bili kubwa ambayo unalipa kila mwezi, zilipe kwanza. Lipa zile gari mu, mukae na familia, haitawachukua yeah. muda, kwa sababu kama ni kitu ambacho mnapangia mtasema hata tulipe hizi gari tuzimalize mm. kwa huyu mwaka, kisha mwaka mwingine tujiandae kununua nyumba, kwa sababu ukisha vilipa hivyo vyote yes. utabakia na hela ambayo unaweza kulipa nyumba kwa, kila mwezi hicho nacho kinaweza kusaidia yeah. na kitu wengine ambao maybe ambao watu wengine hawagusii sana, kununua nyumba Marekani haikusema umefanikiwa. Hapana, kwa sababu umeona ndugu yako ndugu yako rafiki yako amenunua nyumba, na sasa na sisi naomba tununue house, mnunue house. Yaani, nyumba huku marekani ni shida, by the way. Unanunua nyumba ili uweze kuchunga familia yako vizuri yes, na kidogo unajua kama una majukumu ya milele ni ya milele unless una una cash yes. Cash ukiwa na cash still you pay, utakuwa unalipa ma taxes lakini, we want to educate people kwa sababu watu wengi sana wanakimbia kukuwa na house house house, lakini hawaangalie cost zinakuja na ile nyumba uh, hawaangalie kwamba kesho ukikosa kulipa, wasa default nyumba yako waite. mm -hmm. Yeah. Yes. Utauzishiwa, utauzishiwa. Yeah. So, the next thing yeah. ambayo mm -hmm. ka, uh, kama unafikia hapo yes. tu, na tunatufuatilia, bonyeza kadude ka like na subscribe kama natusikiza kutoka kwenye YouTube, mm -hmm. TikTok napo tu tu follow, tuendelee kukupa habari. Na kitu kingine ambacho ni kikubwa ambacho watu wanapaswa kuangalia, je, kazi yako ikoje? mm -hmm. Yes, unafanya kazi, unaipa ngapi? hiyo kazi umeifanya muda, muda, muda kiasi gani? miezi mwaka, miaka? unalipwa mshahara wa kutosha? Unaipenda? una, una mpango wa kubadilisha? Hivyo vyote ni vitu ambavyo vinakuja na na, na package ya kununua nyumba. Ndio no maana kila ambacho nimetanguliza kwa kusema familia mkae mwangalie, usione unafanya overtime sana, kesho naenda unanunua nyumba, kesho vitu vikibadilika utaweza kufanya nini hapo? Sasa nakutia kwe, katika question mark mm. ao Ma unaweza kujiuliza hii kazi ambayo nafanya ikisimama, nitapata kazi haraka? niko na backup niko na hela ambayo ya nimesha mm. tia pembeni yes. Hivyo vyote ni vitu ambavyo kama familia mnapaswa kuangalia uh, wakati mnakuwa mnapanga hivyo vitu, kwa sababu kazi ni kitu kikubwa hapa Marekani. Unaweza kuwa umebahatika mm. umepata kazi sehemu fulani yeah. ya vitu ambavyo kusomea hiyo yes. ni bahati kwa mbavyo, sababu kabisa. ile kazi kisimama hutapata kazi kama ili mm. Unaweza pata yenye iko nzuri zaidi au iko chini mkuchini. Kabisa hivyo yeah. vyote tunapaswa kuangalia kama unafanya kazi ambayo ya kitu ambacho kusomea, mm -hmm. Hapo ujue muda wote inaweza kubadilika kitu cha yeah. mm -hmm. kwa industry for example, tuseme unatumia kwenye warehouse mm -hmm. na mke wako aende kwenye warehouse na unajua kama kwenye company moja ama industry moja kama mke wako maybe, maybe tuseme wewe uko katika wenye house, mke wako mutume hata healthcare. Yeah. Mtume hata hospitali mtume. Mm. Sijui wapi, kuna ma industry haziombe degree mm. Haziombe haziombe uwe na uju ujuzi fulani. Yeah. Lakini wanatafuta watu kila siku mm. By the way it really helps, kwa sababu kesho wakakufukuza wewe mm. na mke wako anaweza kukamata nyumba anailipa. Yeah. Kwa sababu kesho hutaki watoto wafukuzwe kwenye nyumba yep. si ndio? na kitu tuliongelea kuhusu kuangalia how much money unaweza afford mm. Najua ni vigumu sana, lakini kama unaweza angalia pesa ambazo wewe mtu, yani partner mmoja katika familia yenu akikosa pesa mwingine anaweza lipa mortgage, mkajua hiyo kitu. Mnasema mie mume nikipoteza kazi mke wangu anaweza kulipa nyumba hiyo, itakuwa utaishi milele mm. Kwa sababu hakuna kitu kinaleta uoga kama kusikia kazi imeisha. yeah. Sasa hapa papa amekosa kazi nakala mm. nyumbani nyumba inashindwa kulipwa. yeah. miezi mitatu, unasikia wanawaambia ndio vile, yani pesa zimekuwa nyingi sana mm -hmm. kwenye default hivyo. yeah, ni vitu ambavyo mnapaswa kuwa makini navyo. yeah. kuhusiana na vitu vya kazi, jameni, msikuja kushitukia kununua nyumba mm -hmm. au kufanya vitu vingine vikubwa <laughs> kabla hamjapanga na familia, mwangalie, je, muko tayari mm -hmm. uko tayari ni vema kwenda kununua nyumba kama vile ambavyo nataka. yeah. kitu kingine ambacho tunapaswa kugusia ni sehemu ambapo unanunua nyumba ni sehemu gani? Acha nikupe mfano, yaani kununua nyumba Texas, unaipa hela kidogo na unapata nyumba nzuri. Mimi natoka Arizona au natoka uh, New York nakuja kukutembelea Texas, naona nyumba ambayo amenunua, nashawishika na mimi kwenda kununua nyumba, nasema nataka nyumba kama ya mtu fulani na kule kwako kwenye naishi bei ziko juu mm, utakuja kujitia juu unawaziana, ah, na jamasa nakanda katika nyumba kama ile, na mimi nataka kama ileile ile. Utakuja kujinyonga we mwenyewe una, unanua nyumba ya bei juu sana, taxes inakuwa kubwa vitu, yes, yes, vyote nakuta vinakuwa vina vitu kama hivo, mm-hmm na wale watu ambao wanasaidia kununua nyumba unajua hawajali ah, kama utalipa kiasi fulani eh, na anajali na ile commission yake atapata katika ile nyumba hiyo. Ni kitu ya kweli unaona, watu wengi wanasahau ya kwamba eh, wanadhani kama huyo mtu ule ule hata msaidie naani a h mtuatamsaidinakusaidia kusaidia kupata nyumba nzuri, no. Huwa anapambana huwa anapambana, yeah, ila kusaidia kupata ile nyumba ambao ni yes, ila pate ile commission yake yes, kwa sababu kuna commission ya kuseri ile nyumba kinunuliwa. Na the more anaweza the nice kuonyesha nyumba ya bei kali, anapata commission kubwa yes. Unaona yani ni kusema yeye hakusaidii, by the way we so, ndo unamsaidia so, ndio maana tulisema ku mwanzo, fanya mfanyavyo, fanya research ujue nataka na bei yani, kuna maana kuna, unajua hauwezi kupitisha, kwa sababu ukipitisha tu unajua kama un ah katika muzigo yenye itakusumbua itaku kuweza kulipa yeah. Ndio maana kuna watu wengine wako na post kwenye social media wana struggle kulipa nyumba yeah. Kitu kingine ki yes, ambacho kikubwa sana watu wanaangalia watoto wa, wao yeah. Ako na mtoto wa miaka kumi na nane mwingine mm -hmm, wa miaka ishirini ishirini na mbili au miaka kumi na sita anaona watoto wote wa wanafanya kazi acha, hey, mimi ni... niende ninunue nyumba, watoto waanze <laughs> kusaidia kununua. Yes, wale watoto watakuwa na maisha yao. mm -hmm hivi karibuni mtoto wa kwanza unaona, anaenda kuolewa au anaoa, anatoka au anasema mimi sitaki kuendelea kuishi na nyie. mm-hmm. nataka nikuwe free. na freedom hiyo freedom, freedom. freedom anayetafuta ni kwenda kuishi kibyake. Hivyo vyote kama hujakaa vizuri, uwazie au watoto je, nitaishi nao miaka mingapi? Unakimbilia kununua, itakuja kukukosti kushindwa kulipa ile nyumba kwa sababu yeah, ulikuwa umenunua nyumba kwa sababu ya watoto, nategemea hata tu walimshawishi wanasema, baba tununue nyumba, tununue yeah, nyumba, lakini wale, wale watoto kwa miaka miwili mitatu wataenda watakwacha. Ndo hapo wewe unapaswa hey, kuangalia je, hela ambayo natumikia nitaweza kulipa mm, ile nyumba mm -hmm. je bado niko na zile nguvu mm -hmm. za kufanya kazi mm -hmm. ndiyo unataka kuishi sehemu ya kwako, yes, au unataka kukuliza watoto wako kwenye nyumba yao mm -hmm. au yako, yes, yao, yako. Mm -hmm. Lakini zile nguvu bado uko nazo Mm. Unaonaje hilo? So the next thing ambao ambao nitataka tu ni kama solution moja. Unesiko na watoto wakubwa ambao wako na 18 20 years ago, mm. 20 years, wanafanya kazi, kama wanakuambia watakusaidia kuweza kulipa nyumba mm. waweke kwenye mortgage. yes. ili wajue kwamba nao wako na responsibility ya kukusaidia kulipa nyumba, lakini waweke hata kama hawana. kwa hiyo wakati hawana kitu waweke. Lakini kitu hapo unapaswa kujua. Ukiwaweka hey. hey. kwenye mortgage. Yes. Wale watoto takuwa ngumu nao kununua nyumba <laughs> <laughs> ndio hiyo, kwa sababu walisema mama anapenda kusaidie wakue kosaini hiyo. Ya tunapoendelea hapo, sasa tunataka tukuje na solution. Kila mtu, mimi ningemshauri anunue nyumba, lakini yenye ana uwezo nayo yenye anaona naweza akalipa, kwa sababu napana ambapo unakaa kwenye apartment napo, mm. na unalipa hela, yeah. na ili naenda bure kabisa, mm. Sisi kuja hapa sio lengo la kuwatisha na kuwakataza kununua nyumba. Tunakuja tuambie mfanye ile research, ile research yani vile vitu vyote mvifanye mbele ya kwenda kununua, mwangalie hiki kitu ni hivi, mnavitia kumstari. mm -hmm. Ndo mkuje kuwa na mafanikio bila kuteseka sana, na mchukue muda, mchukue muda, sio kukimbia kimbia, yani usisikie kama una pressure ununue nyumba. Chukua muda angalia, yeah. Angalia. Take time mm -hmm inasaidia sana kuweza kumekathe ii right. Yes. Kwa sababu wanasema kununua nyumba ni one of the bigest yes, decision na maisha ya kutafanya hapa Marekani. mm -hmm. yeah. Yeah, sasa ukishafanya hivyo vitu na unawazia hata kama naishi kwenye apatmenti hapa napokaa naripa kiasi gani, hizo hela mm -hmm. zote zinaenda. Unaonaje ukinunua nyumba ambayo na uwezo nayo, yeah, kisha nakuwa unairipa ile hii naweza kukusaidia So, tumeongelea kuhusu kujua uwezo wako, that's the first solution. Secondly, jua nina credit gani? mm -hmm. Wewe na mume wako, kwa sababu wanaangalia wewe, mume wako, wanawatia nyinyi wote pamoja, wanaangalia ni mnasimamaje. mw ya tatu mwezi kuangalia je, tunanua hii yes. nyumba sisi tutaweza kuafod hapa mahali, yani mahali mnanunua nyumba, unaweza because on top of that one <f lace> zip code ambayo Maybe kuna Yes. nipe <laughs> mia mbili kila mwezi. Mwezi. kila mwezi. <laughs> <laughs> na, na, na tumeongelea <laughs> tena na kitu cha kazi. Kazi nayo ikoje? unaipenda au unapanga, nasomea kitu, nataka ku upgrade kazi yako Yes. Hiyo vyote ni vitu vitu vya, vya kwenda mnaangalia, na wewe ukipiga hizo hatua zote ambazo tumekwambia utakuja mm. kuteseka mm. utanunua nyumba ambayo una uwezo nayo yenye haitakuja kukuchokesha ku, ku, ku, ku, ku, mapema. Yes. I, I think for sure tumeongelea mengi sana kuhusu kununua nyumba, step za kuweza kununua nyumba. Kama una swali yoyote kua kununua nyumba yani, kama unawazia kununua nyumba na unataka tuweze kushauri, tuandikie kwenye thinkbigmediatv at gmail.com, thinkbigmediatv at gmail.com, ama bonyeza kwenye tiktok yetu kuna namba yetu ya WhatsApp tuandikie tutaweza kujibu swali lako, na tutakusaidia hata kuweza kupatia shauri jinsi gani unaweza kununua nyumba bila kukimbia, kwa sababu una environment ingine wana manyumba. Kama unataka kujua kitu kingine chochote kile ambacho tunatamani tukuambie, tunapenda maandiko hapo chini kwenye comments, comment yeah. Unataka tuambie vitu gani? Hiyo ilikuwa swali ya nyumba. Leo tumekuja ku, kuambia watu kitu cha kufanya kama umeshanunua nyumba dili nayo, usikuje kukimbia ukishindwa, usishindwe kwen kulipa nyumba miezi miwili mitatu, ukiona ile grace period inaisha, tafuta ule lilita akuje aangalie ni nyumba yake na bei gani, uipigishe bei kabla benki hajaipigwa, ili kama ni elfu tano utapata za faida uzipate kuliko benki kudai hela, kwa sababu wao watasema tunapasa kipisha hiki ai na, na yes. Yani vinakuwa vitu virefu sana.